Hatuchezi. Hatuchezi. Hatuchezi. Hatuchezi. Hatuchezi. Tanzania u tani na kimataifa usikamane na kafu, kafu. Sisi watani wa viazi yani, wala sio Hatuchezi. Hatuchezi. Hatuchezi. Na hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi, na nawapa tena Mwarangu, tarehe kumi na tano. Oy, umeshatoka huyu eh. Katoka yanga mwenzo wenu katoka. Unajua unaongea sana rafiki yangu. tarehe kumi na tano tukutane wanjani, tarehe kumi na tano na nani? Oya, tunawabamiza tarehe kumi na tano anatukimbia a yeah. Uchezi wapi? Yani tarehe kumi na tano watu cheze mbona. Eti mchezi, mchezi

Oya. Cheki amesusa mwenzenu. Mnaongoza kwa kususa, mnaongoza kwa kususa <Oye. laughs> <A> Yanga mtacheza wewe sepa, lakini <laughs> la sisi tunacheza la msikieni, imehea aa, amewakimbia nyezi kawaida yenu kukimbia. We, sasa huko ulipo, njoo uguzie upepo bwana, umekaa upande gani huo? eti mchezi mnacheza Hatuchezi. Msipocheza kombe hili tunabeba <coughs> <coughs> Kushinda kwetu si haba kwani tunaye hateba. Hakuna kumkaba Waarabu watawasaba mpaka, mpaka, mpaka, mpaka. Mkataba. Yowara. Na huko kwenye akiba sasa tunaye Dese Mkwala. Juzi mtokaola. Yeah, yani wamebebwa kwa mbeleko. Alafu nini? Tuna kikosi kipana, hakuna mfano wake. Tuna Shomari kibwana, Yokasi na wenzake kama Pakome, hakuna apewe maua yake. Nasemaje? Hatuchezi hatuchezi! Hatu mnacheza no. Mna eh, hapa, cheza eh, sio wewe umecheza, si hivyo mmecheza, mnamtacheza. Hii karata mtacheza kama kikosi kipana, hii karata na nini simkimbie na huku kuna tano. Unaona navyowachezesha kumi. Kwanza sisi Kamara yupo golini. uh -huh. Anadaka kama spaida mpanzu yule, Kamkabenani atapenya bila shida. Ngoma yuko mstarini, mwalimu wa midfielda. Kucheza mtacheza tu, tukutane Taifa ah, tena tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku pale Taifa najawahi toka mtu navopenda e, msifa mtu tufunga ka tu ndio mtaumwa na kifafa, mtatoka mkio butu. Kucheza mtacheza tu, tunawataka uwanjani ah,

alafu tu si, uh, sisi tunawakimbiza mechi mbili tumebakiza, um. Ligi tunaongoza kwa lipi, mtatuweza sio? <laughs> Kama tujikweza kiukweli tunawaweza. Hatuchezi hatuchezi, tunacheza yani. Uondoa kabisa hayo mawazo ni kwamba hatuchezi hatuchezi, hatuchezi hatuchezi, labda tucheze karata, sio sio mpira, yani kabisa, bwana wewe, wewe vipi hapo? Inawauma. Inawauma inawauma. Kitu gani? Chochote. Na hapa? Mavi. Hamna chochote? Wewe. Wewe? Ha? Yeah. Na check <laughs> Nani? Nani nyinyi nyinyi, Wana Wana Simba. <laughs> Wana Simba. Bado hatujamaliza wala, tuna international tuna, hatuna mbambamba, tuna visa wa chumba tu Lazima tutawalaza. Tunawataka uwanjani, lazima mcheze. Na kutokea mabao. Sasa, wewe mtu mmoja. Tulieni niwaambie kitu. Tulieni niwaambie kitu. Msimu huu. Msimu huu fei toto tutamsajili moto, naye tajiri, wala sio mbahili, pesa kamwaga tayari majirani ya mlali, sisi tunajivinjari tu. Tucheza mtacheza, tukutane uwanjani. Unajua anaongea vitu ambavyo havijui, yani anaongea vitu ambavyo havijui. Ushaona? Sikiza nikwambie kitu, tunaye mdaka mishare diara, sifa apewe na tuko kifua mbele sisi juu kama mwewe, yani kama mwewe <laughs> mnatuonea gere kitawakumba kiwewe bro. <laughs> Nasemaje? Hatuchezi ngo, hatuchezi. Makelele yenu ni kila kitu, mnavurugwa tu, si nimeshinda mimi? Unajua kitu niwaambie furaha yenu ya leo nyie Yanga ndo yeah. Machozi ya kesho yeah. Tuliwafunga kwa kideo mkajifanya refa yeah. Mmempa poncho yeah. Mechi semeni eneo msisubiri vitisho. <laughs> <laughs> <laughs> Sifa zenu za kileo ni too much ni chosho, wamefungwa na Singida hizi vitoto iniaa huko Yeah, na wapiga Singida, goli tatu. Singida tulimwachia kwa sababu yeye na naye ni timu. Yani mimi nawaambia kikombe kikombe cha cha chai. Ye, ye, ye, ye, ye. Ye, e, hata chai za wewe sio wa kwanza. Hata si, hata atu yeye tunamwogopa, ma confidence ya Simba viwanjani ana nguruma, na hatutumwi ndumba sisi, twashinda bila lawama ndio mm -hmm. Eh, twataka <laughs> kwenye dimba na muda unayoyoma, kucheza mtacheza tu. Unataka uwanjani, mnacheza nani? Kastopishwa? mnacheza tarehe kumi na tano nawaataka uwanjani, mnacheza nyinyi kama, mpaka mnaangaliana karata tano, kama mimuea livyompiga ndano zile hamsa hamsa zile. <laughs> lamba mzee, au nikusaidie? kwani akitoka huyu si unacheza wewe? umesahau fresh fresh ha, fresh mbishi mbishi nini? Yanga hii si ajana, ni mabingwa kila kona Nelene. wala hatuna yana mwenyewe si unaona. Sisi ubishi hapana wananchi wa ungwana moyoni tunazonona, tarehe nane tukuona, tukuona tarehe nane, walikimbia, majeruhi wengi, wakakimbia wakakimbia nyinyi wote. Mabao mliwapanga mazoezi, aya mkatuona wajinga, moyoni kufurahia, viongozi wakakinga mechi meekuia, lazima tuwafunga. Igoma kuna sheria, sheria we kaingilia kwenye mpira kwa nini? Kanuni za mpira unaongozwa na nini na bodi? Wanajificha, sikiliza nikwambie mnajificha kimtindo Awabi. Kwenye jambo la zoezi tena mlilia kando kwa barua, hatuchezi. <laughs> <laughs> labda mtafute ndondo mlivyo baba mtuwezi. E, msimamo wetu bado hii. E, mechi hatuchezi. Mnacheza vipi? Mnacheza wapi? Rais kama akiwa Simba inaingia na na na vipi? vipi? vipi? Yaani mechi mechi hiyo nini? Eh. Ni kwamba bodi ya ligi, wewe wewe. Walikosea baada. Ah ah. Hamna bwana mnacheza. Mnacheza. Mnacheza mzee wangu. wangu safi sana sisi mashabiki wa Yanga uh -huh. nidhamu ni ya kutosha wapi. Uh -huh. na wala sio wajinga uh -huh. hatuna la kujikosha hmm. hata tukicheza tanga tanga bado tutawanyoosha. na kina nani <laughs> wewe? <laughs> twawaweza bila mganga <laughs> Yaani nyinyi tutawasurubisha Nini? Vipi tena? Vipi? Hivi unakumbuka? Yeah. hapa kama tumekuja kubeti, sikiza kwanza, tusiche na mkeka tukatoka hapa kapa. Naona tunaomboka mwenzeu, ninaogoka mara o tunacheza, mara o hatuchezi. Hapa kijiweni tuyafanya msingi uh -huh. Nani kamfunga nani hatupia shilingi? Hebu uh -huh. Acheni mtani, mizaa imekuwa mingi. Sikia tumpe isimilani naodi nyingi, naudi nyingi huyo, ndio, angalia, angalia! Ni kitu ndugu zangu, sisi watani wa jadi wala sio maasimu, tusipandishe midadi kaje kwa sumu, sote tumuombe godi tukamalize msimu, bingwa apige paredi, ligi ifike atamu <laughs> unaona, eh. Sisi wote sisi wamoja, Simba na Yanga ni ndugu michezo kwetu daraja si chanzo cha vurugu. Mpira burudani moja, hahitaji majungu. Ona no tujenge za nguvu hoja, wala haina haja ya virungu. Yani kama wahenga walivyosema umoja ni nguvu, utengana ni udhaifu. Hey, hey. Pamoja, si kwa nini tunashindwa kwenda pamoja? Cheza hiyo cheza basi yani mge asema hayo toka mwanzo, tuna bishana na bishana hii hatuchezi mpaka sauti sisi, sisi ndo mihimili ya, ya, ya mpira hapa bongo bwana tuyajenge mazingira kwa wachezaji, makocha, viwanja viwe na ubora, si kama shamba mchicha. Serikali toa dira, bodi ya rigi maticha. <laughs> kuongoza mpira international, tutoke Tanzania tutoke <laughs> <laughs> tuwe mabingwa ndani na kimataifa tu, tusikamane kama na malengwa kafu mpaka FIFA, tusikubali kufungwa, tutaipoteza sifa, tukae tule machungwa, kipenga tumwachie refa